Sasa kama adui yako amekufa. Now if your enemy has died. Tunategemea vita viishe. We expect the battle to end. So utakuja kuelewa kwamba vita vyetu. You come to understand that our battles. vyetu. Si ya mwili na nyama, bali ni vya roho.

Kuna roho isiyo kwa sawa inayotumika kukuletea wewe nini, changamoto. Sasa kama kuna roho hiyo inatumika, natambia naneno, waabudu Mungu wamwagudiyo kwa roho na kweli. Maana yake wewe unatakiwa badilike sasa wewe mtu wa kiroho. You should change and be a spiritual person. Unapoka kwenye ulimwengu mwingine wa rohoni utakupa uwezo wa kushinda hicho unachopigana nacho. To give you the ability to overcome what you're fighting. Nachopigana utaweza kushinda hiyo roho inayopambana na wewe. You you be able to overcome that spirit that is fighting against you. A certain person bewitched me.

lacha lafaaailikaenda, likafunga hicho kilicho nacho. Maana yake kuondoa hilo, si kwa kupigana kwa mwili na damu ulio nacho. Unahitaji neno lingine litaloenda nao la kutamka kwenda kupigana na hilo liotamka Dio maana tunahitaji nguvu ya Mungu iyende e guse pale sisi tusiweza kufikia. To go in touch while we are not able to reach. Eondoe vita tunavyopigana

Sasa, sasa huyu ndio rafiki unayetakiwa kuwa naye. That's the friend you should have. Asimama aenda kupiganie. Let him stand for you. Sipaweza mwambia Yesu nenda mwenyewe. Why you not able to tell Jesus may you go. Aende yeye apigane vita hivyo navyopigana. May you go and fight the battle that I'm fighting. Lakini ukiamua kupigana vita unavyopigana wewe. But if you decide to fight a battle the way namno you know, navyopigana wewe hutaweza kushinda vita, you'll not be able to defeat it. Kila siku utakuwa unashambuliwa. Every day you'll be attacked kwa sababu umruhusu Yesu yeye aje, because you haven't allowed Jesus to come. Apigani kwa ajili yako, and fight on your behalf.